Bani, hey, mambo vipi penzi wa Bedi TV cha nyumbani, niko na madansa hapa. Yes, majamaa wanapiga vizuri sana, wameua kama usishaona hata na shuti hapa. Waga tunakuwa vile, kuna madansa wadogo wadogo, waga tunakuwa tunajaribu haya mambo sote hapa, sema tu mdundo kama hivo, tuko nao hapa, wapo location wake. Nani wanaitwa Lovness pamoja na Israel Kianga Atujui, kama hii ni kundi. Tutajua kama ni kundi au labda walijikusanya tu, kila mtu kivyake. ni... ya ya kidogo, nani hapo? Meshake. Big Song. Joshua Meshake. Watu wa Bible lakini tunakuta wako na dance kundi ile. <laughs> Emblems, si ni nembo logo hivyo okay. Nywe ni logo popote pale hivyo tuna ma mnatazama okay. Uh, labda tutakauliza kiongozi wa kundi ndio nani hapa wa kundi, maana kundi kama kundi lazima iwe na kiongozi. Sasa tuulize hii e kundi lianza muda gani? e <coughs> Mm, tulipoanzia na mpaka hapa ni kama miaka minne kama sijakosea. Miaka minne. Mmeshona kana kwenye ngoma ngapi hapa kwetu? Kempa. Hey, sina idadi. Ngoma <laughs> nyingi <laughs> sana. Yaani kwenye gospo mnapiga. Bongo mpo. Ah ah. Kwa hiyo watu wa gospo tu. Tu yes. Okay. Au nyindo ambayo ambayo tunalaga challenge mkoga kule Yokohama na nani hapa na wachi labda ndio hilo. Haikuwa yuko ama ilikuwa ni ule uwanja wa kule bana wewe? Ah. Tulikuwa muda mwingi kupiga nao story, lakini tunaona lakini tunaona director ndo amekuja, ila tutawasubiri baada ya hapa hivi. Eh, bado tutaendelea nao Abedi TV. Bana, hawa watu wanaitwa ndo wanani tena? Wali sema wao ni nembo ni logo yes. Kwa popote pale ukiwahitaji nini, na tutaka kulizia vigezo labda vya kujiunga kwenye kundi hili. Nataka saniwe miongoni mwenu, kipi ambacho nikifanya ili kwamba munipokee kwanza ni swala la wewe kuongea tu na uongozi, na maana hatubagui dini, hatuangalii sijui kwamba huyu ni ni mpagani, kwa sababu unaweza ukaja huku ni mpagani na ukaja ukaokoka ukifika hapa kwa hapo zaidi watu ambao wa vile wanao hivyo hapo hivyo tu, ni kutakiwa kuja hivyo, ni kujiunga na hii kundi, lazima wawe vile ni Wakristo au labda na Waislamu vile wote tu waje kozi hapa hivi. Nasikia kuna swala tayari hivi la dini hapa kati yetu, ndio maana ningasema hatuchagui dini wala hatubagui na maana yote. Ambaye anaweza akaja kujiunga aje tu, ni swala la he ku, kuongea na viongozi okay, sawa. Sasa hivi watu wawatafutie wapi sasa? Nyie kama sema location yenu hivi, na tuwapate wapi? Labda mtu amewaona kwenye Abedi TV, amesema, mbona majamaa kali sana, afu wanapiga konki, wameua sasa anataka kwenye wimbo wake mm, nanyie mje mumfanyie kazi kama ilivyofanyia basi, wengine awatoe wapi mshoti, makao makuu ni D1, saba kwa ishirini na moja. Makao makuu ya Humblems pale, akifika pale tayari hivyo amepata kwa heshima na tazima, labda ta kwenye namba vile ya WhatsApp, maybe kama ipo, labda ya kawaida kwamba kuwepo WhatsApp namba kila sehemu ni sifuri saba arobaini na sita hivi na waga ya nani? Kuna nyingine kuna sifuri saba sitini na saba thelathini na tano sabini na nne thelathini na nne yani wewe, tu direct, tu kabisa moja kwa moja. Akt yeah. Yeah. Yeah. <laughs> kitu fulani, kitu fulani. Faida ni nyingi tu ambazo ameshazipata kwenye kundi. Isitoshe nilipojiunga kwenye ile kundi kiwango changu yani, kiwango changu kimepanda sana. kiwango cha kudansi. Eh, na nimejiunga mwaka gani? Mimi tokea mwaka elfu mbili ishirini na nne hivi ndio nimeanza kazi ya kudansi. Fresh au vipi? Haupo vizuri ndio maana tunaendelea mpaka sasa hivi, watu tano, labda kuna wengine wapo, sema hii kazi ilitaji watu wachache watu wachache. Eh hivyo na tuseme, ujumla mpo ngapi, tofauti na mita, na tuseme, kundi yote nzima mpo ngapi? Kundi nzima hatuna idadi kamili, kwa sababu karibia kila leo watu wanakuja kujiunga. Sasa labda kaka hapa yuna ndo nani tena? Joshua huyo. Sasa Joshua kama Joshua kwenye kundi na kuna wanawake unaona, watu ni midume tu hapa, mweleo mazingira wanawake hawapo. Kwa nini hakuna wanawake? Kwa nini? Kwanini? mm. <coughs> Fika utajua kama wanawake kwa sababu gani hawapo Kwanye... kwa hapo, hivi ni swala la ofisi kuto kuwashirikisha wanawake kwenye kundi? Sio vile, tulikuwa tulikuwa tuna wanawake lakini kulitokea wamoja waliolewa, wengine wakaacha kwa mambo kama na hayo au labda wanawake, na ndo wale ambao vile wanakutaga ah, kila sehemu ambapo kunapokuaga wanawake na vile mavurugu, na mmechangia demu moja, ule uzembe awana ule uchape, utakuta mmepewa laba kazi, mnatakiwa kesho mwingie location. Wenyewe uzembe, mkiwa mnaandaa kitu, hata kwanza aoshe vyombo, achote maji, apike, sijafanya nini, ili aje mazoezini. Sometimes mnatakiwa mfanye mazoezi ya dakika kumi na tano ili huo muda mwingine mwingie location, yeye kwa upatikanaji wake unakuwa ni ngumu. Lakini kufanya kazi na wanawake na uwezekano na huwa ipo, kwa sababu tumetoka kushuti nyimbo hapa, tumefanya kazi na wanawake. Eh, kwa hiyo ni kutokana na oda ya mtu anataka. Nataka wanawake watapatikana, ee, lakini akituletea tu kazi, bwana, nataka nifanye kazi na nyinyi, ni swala la sisi tu tunafanyaje? Okay. Boss hapa anatulia kama vile. Alafu kwa mbalimbali hivi ukimwangalia binafsi jamaa

Huo ndo unyade. <laughs> <laughs> <laughs> Okay, sawa so, ni nembo ndo mnavojita yeah. Labda ningili ona kaka hapa anatulia simu yake ni but... ndonae Shandrake na na Bedinego bado tuko na Meshaki, Shandrake bado, Meshaki na Ki watu wa metodiste wako hapa wanafanya mambo yao, um, ah <laughs> ulijiunga muda gani na hii kundi yini? Mimi mimi nimejiunga tokea mwaka 2024 elfu mbili na ishirini na nne. Wewe na jamaa hapa mmekuja mwaka mmoja. Mhm. Sasa ni kipi ambacho ulichokiona lichokiona ukasema bwana, mimi nauza hapa hivi nankajiunga na nikajiunga na majamaa, uliona nini kwao? Kwanza nimeona ni watu ambao wako na upendo. Alafu nimepata nimepata akili nyingi kwao. Akili tu ya kudensi? Ukasema hapa ah, kuna akili nyingi kudensi tu uh, kwa vitu vingine, kuna vitu vingine hapa kwa kuishi. Kuishi tu. Yeah. Jamaa hapa kwa upendo, yani mnashare familia kwa heshima. Basi labda hivyo ningeliuliza mara mwisho, niuliza yani, baada ya kazi wagando

afu na bei zenu wage inakuwa ni aje? Labda tuseme wimbo mmoja bei, nasema mimi nataka nipige wimbo vile ni wa dakika tano, kwa sababu hivyo. Na kuna wengine wanasemaga wimbo wage vile ndaga kwa dakika, wimbo dakika mbili, dakika tano, dakika sita, labda ni zuku sebene nini. Kuona nyie bei zenu wage zinaweza kuwa tofauti kulingana na wimbo, au au mnapiga tu. Ndio maana ningasema ni kutokana na makubaliano, hata kwa bure sawa, hata kwa, kwa milioni mbili sawa. Hujamoji meneja wangu, meneja anakaa anahangaika wewe kwa makubaliano. kuonaminataka kwa ah, nataka mnisaidie jamani, chochote mimi sina chochote kile, nataka mnisaidie mimi, kama nina wimbo wangu mjikuja mdance hivyo. Makubaliano pia ni makubaliano. Abedi TV, jicho la nyumbani.